ya Mombasa na ambapo kamishna wa kaunti ya Mombasa Mohammed Noor, amebaini kuwa kaunti ya Mombasa imepiga hatua kubwa katika kuboresha hali ya usalama pamoja na kukabiliana na magenge kihalifu ya kihalifu. Akizungumza katika maadhimisho ya sikukuu ya Mashujaa katika kaunti ya Mombasa, kiongozi huyo amebaini kuwa hatua alizoweka za kukabiliana na uhalifu zimefua dafu Asa tukiangalia mambo ya usalama nafikiri Mombasa ni tofauti kuliko ilivyokuwa mbeleni. Mambo ya ma criminal gangs, mambo ile vijana kusumbua watu, tumepigana nao na usiku na mchana, na tutaendelea kupigana na hao mpaka tuhakikishe kwamba kuna usalama wa kutosha na mtu na Mombasa tuweze kufanya ile tunaita 24 hour economy, ile ukitaka kutembea wakati wowote wa usiku na mchana unatembea. Hatuwezi kubali vijana kuturudisha nyuma pale tulipotoka, na nashukuru vijana wa Kisauni, vijana wa Likoni. Hata huko Likoni wale vijana walikuwa wanajihusisha na mambo ya uhalifu, waliweza kujitokeza, wakasarenda, wakasema wataki hiyo tena mambo, walikuja na wazazi wao, tuliongelesha hao, na saa hii wameweza kujiunga na mashule zetu za kifundi. Kuna ule anaongoza hiyo kikundi, kuiba kuvunja magari ya watu wanatoa pesa kwa gari, hasa wanakufuata kutoka bank. Kuna mtu anaweka huko ndani, anasema ana deposit shilingi elfu mbili anakaa ndani ya bank, anakaa karibu na ile mashini inahesabu pesa. Ile mashini ikihesabu tu ikifanya sinafanyaga shrrrrrr, anajua ni elfu mia moja. Hakuna gari itakufuata hapo ule ako, hapo ule ameangalia atapigia gari ingine iko nje, ndio wanakufuata na watu wetu wakiwa na pesa wanaacha ndani ya gari, wanaenda kukunya kahawa ama kusali. Ukirudi unakuta gari imevunjwa. Lakini wale wakora wote wameshikwa, na nashukuru watu wa DCI kwa kufanya kazi mzuri. Wengine wali, unakumbuka mara ya kwanza walishikiwa Kilifi, mwisho tulipata wale wa Mvita na wale wengine ambaye